Nataka nikwambie uwekezaji bora kabisa ambao unapaswa kuufanya, na uwekezaji huu sio mwingine bali ni kuwekeza katika wewe. Huu ni moja ya uwekezaji bora ambao pengine ulikuwa hujaanza kuufanya, lakini ukiufanya utaenda kuwa na matokeo mazuri na matokeo bora kabisa kwako kuwahi kwa kwa kwa kutokea. Lakini pengine unajiuliza kuwekeza katika mimi ndo kitu gani hiki? Kuwekeza katika wewe ni kuwekeza katika maarifa ambayo yatakusaidia wewe kutoka hapo ulipo kwenda katika hatua ya ziada. Kuwekeza katika wewe ni pale unapoamua kwamba yani, siwezi kubaki hivi nilivyo, lazima nipige hatua, lazima niurishe ubongo wangu huu ubongo huu huu bongo eh? Hauli chakula kingine zaidi ya maarifa, hasa maarifa yanayopatikana vitabuni, na hapa nitakuelekeza maarifa mengine utayapata wapi. Lakini tofauti ya huu bongo na labda na tumbo, tumbo tunalilisha chakula, na unapokuwa na njaa <laughs> kinachotokea ni kwamba tumbo unasikia, ah, jamani, njaa inauma tumbo, linauma unakimbia kula chakula, unaona. Lakini ubongo ukiwa na njaa hauumi, yani kwamba na njaa wala uhisi chochote, na hapo ndipo kuna mtego mkubwa sana, kwa sababu watu wengi kwa kuona ubongo hauonyeshi ishara yoyote kwamba una njaa hawaulishi chochote. Ndio maana unaweza ukaongea na mtu akwambia kwamba mm, hapa ni elfu kumi ni kale kwanza Yaani kula ndo kipaumbele kwanza, chakula analisha tumbo. Hapa pako bure, hapali mwezi mzima, hapajawahi kula chochote mwaka mzima, hapajawahi kula chochote. Pana utapia mlo hapa, pana utapia mlo. Tumbo linakula. Sasa sikiliza, hebu kwa mfano jiulize ni kwa kiwango gani ubongo wako una utapia mlo? Umeulisha mara mwisho lini na umeulisha chakula gani? Hapa pakiwa hapako sawa, ujue maeneo yako mengine yote ya maisha yatakuwa hayako sawa, zekani eneo la afya, zekani eneo la kifedha, maeneo ya uchumi, kwenye biashara, sijui kwenye nini, kwenye kazi, yani utakuta mambo yote yako hovyo hovyo kwa sababu hapa hapako sawa. Hata eh, muda unavyopangilia muda wako ujari, muda ujari chochote, ujari nini, hujalisha hapa, hapako sawa. Sasa nachokitaka nikuambia siku ya leo kwamba fanya moja, uwekezaji bora kabisa unatakiwa kuufanya ni uwekezaji kwenye akili yako kwa kuanzia, si tu kwa kuanza kuwekeza fedha peke yako. Maana nikizungumzia uwekezaji unafikiria tu fedha peke yake hata muda wako unapaswa kutenga muda maalum ambao unajua kwamba hapa nitakuwa nikiwekeza katika ubongo wangu, nitawekeza katika kupata maarifa mapya, nitawekeza katika kusoma vitabu, nitawekeza katika course na programs mbalimbali huo mbali. Muda unapaswa kuutenga kabisa. Mfano, jiwekee lengo kwamba kila mwezi nitapata nitajifunza course moja mtandaoni. Inawezekana ni course ipi? Zipo kozi kadhaa unazoweza kujifunza, kwa mfano kupitia eh, programs nani, kama Coursera, kupitia skills share ni sehemu ambazo unaweza ukaanzia ukajifunza ujuzi na kozi mbalimbali. Mimi sijui wewe unafanya kitu gani, lakini nachoweza kuambia ni kwamba kuna kozi kwa ajili yako. Kama wewe ni mkulima, kuna kozi kwa ajili yako. Kama wewe labda una kipaji eh, una kipaji, by the way, kipaji ni dhahabu <laughs> kama wewe una kipaji ambacho kipaji ni dhahabu kama nilivyoandika hapa, una kipaji cha kuimba, una kipaji cha, cha sijui kucheza kinanda, una kipaji sijui cha nini, kuna kozi kwa ajili yako. Kama wewe uh, unapenda kudance, kuna kozi kwa ajili yako. Mkulima, kuna kozi kwa ajili yako E, kama wewe ni mwalimu unafundisha shuleni, shule ya msingi awali, sekondari, chuo, kuna kozi kwa ajili yako. Unapenda kujifunza saikolojia, kuna kozi kwa ajili ya hilo. Unapenda sijui kujifunza kuhusiana na nini, kuna kozi pia kwa ajili ya hilo. Unanielewa, lakini kuna kozi pia kwa ajili ya kunielewa <laughs> anyway, natania tu. Kwa hiyo unaweza ukajiwekea utaratibu kwamba walau kila mwezi nitajifunza kozi moja. Kuna kozi ambazo zinachukua miezi wiki mbili wiki tatu, kuna kozi za masaa. Kwa mfano kwa uh, skills share inaweka kozi katika mfumo wa saa, kwamba hii kozi itachukua toto muda saa moja, itachukua toto muda dakika 40. Mimi napendaga na hata vile vikozi vifupi, vifu, vifu, ambavyo ni dakika hamsini, dakika arobaini, saa moja. Najua hicho naweza nikakamilisha ndani hata ya wiki moja, nikitenga tu dakika zangu 15, 15 kila siku na uhakika dakika 15 leo au nikifuatilia episode moja moja baada ya muda ni, naweza nikawa ni- nimemaliza tu kozi yangu vizuri, na nimetulia nimeongeza maarifa mapya, nimeongeza kitu kipya, nimeongeza ujuzi na vitu vingine vingi sana. Hivi nimezungumza episode eh? Ushaanza usha ushaanza kufikiria kuhusiana na movie zako hizo. Kwa nini huo muda wa movie bwana usiutumie kujifunza hizo kozi ninazokuambia bwana? <laughs> au kusoma kitabu kama hiki, kama sio tu kozi. Unaweza pia ukatumia muda huo kusoma kitabu kama hiki. Kitabu hiki cha kipaji ni dhahabu kina peji mia mbili na nne. Ukiamua hiki kitabu, unaweza ukakisoma, eh, labda sema ndani ya mwezi mmoja, ukisoma kurasa kumi kumi kila siku, ndani ya siku ishirini tu umekipiga chini, sema kurasa 20 20 ndani ya siku kumi tu au ndani ya wiki moja umekipiga chini. Kwa hiyo ah, mpaka kitabu changu kinadondoka chini. Kwa hiyo una uwezo, manake huu ni uwekezaji sasa katika katika akili yako, ni uwekezaji katika akili, ni uwekezaji ambao unapaswa kuufanya. Sijui unanipata, we niendelea. Kuna semina mbalimbali ambazo zinakuwa zinaendeshwa, ni sehemu pia ya uwekezaji unaoweza kuufanya semina. Kuna semina za mtandaoni, kuna semina za ana kwa ana, kuna semina za, kuna maonyesho pia unaweza ukayatumia, pia kuna mihadhara mbalimbali, lakini hudhuria ile mihadhara, naenda na ile jambo. Of course, semina zinaweza endana na jambo ambalo wewe unataka kufanikisha Hivyo vyote vipo kwa ajili yako, usiogope, kwa sababu wanasema kwamba maarifa unayoyapata, kiwango cha maarifa ndicho kinachoonyesha au ndicho kitakachotuambia ni kiwango gani wewe unalipwa, iwa yani ile maarifa unayoyapata, wanasema kwamba nini, yani kiwango cha maarifa unachokipata kina balance kiwango cha kipato unachokipata na kadri unavyoongeza maarifa zaidi, ndivyo unavyoweza kulipwa zaidi. Ni kitu kidogo ambacho kiko trick kidogo, lakini unapaswa kukifahamu na unapaswa kukifanyia kazi. Jenga na penda kujifunza. Katika utaratibu tu wa kawaida, katika professions za kawaida, huwa tunajua kwamba ili kwa mfano upandishwe mshahara Lazima urudi shule uongeze elimu zaidi. Daktari lazima urudi shule uwe bingwa, ubobee. Mwanasheria ubobee, mhasibu ubobee, ubobee. Eh, ulikuwa na degree, uende Ma, nani? Uh, wende masters, wende PhD, ubobee. Ndivyo unaweza kulipwa zaidi. Sasa katika ulimwengu wa leo, baadhi ya haya maarifa yamerahisishwa zaidi. Huhitaji tena kwenda chuo kuspendi miaka mitatu. Unaweza ukabobea kwa kuongeza maarifa bila hata kwenda chuo. Huo ni uwekezaji unaoweza kuanza kufanya tena, kuanzia sasa hivi. Unaweza ukaamua, kwa mfano, kubobea katika eneo la fedha, kwamba mimi nitajifunza kwa kina kuhusiana na fedha, kuhusiana na uwekezaji, afu nitafanyia kazi hivi vitu, ntabobea. Hilo jambo litakulipa baadaye. Unaweza ukaamua kubobea kuhusiana na labda jambo fulani tu eh, maendeleo binafsi, uwekezaji eh, biashara. Nijue kwa kina kuhusiana na masuala ya biashara, ni kwa namna gani nitaendesha biashara zangu, ni kwa namna gani ni ajiri, ni kwa namna gani niongeze mauzo, ni kwa namna gani nipate ni wateja zaidi, ni kwa namna gani niweze kukip team nilionayo, ni kwa namna gani vitu vyote. Unabobea kwa sababu unabobea, itakuja kulipa lazima ikulipe, kwa sababu ukitengeneza biashara yako vizuri, maanake biashara yako itafanya vizuri zaidi, itakulipa wewe. Unabobea katika jambo gani? Ni jambo gani hilo ambalo ungependa kubobea? Ubobee, na unaweza kubobea, kwa sababu unafanya uwekezaji katika maarifa, unafanya uwekezaji muhimu kwenye maisha yako. Ubobee, ubobee. Kubobea si kitu ambacho unapaswa kukichukulia yani poa tu, kama kitu cha pembeni. Ni kitu ambacho unapaswa kukiweka kwenye mkakati wako madhubuti, mkakati um, unaofanyia kazi sasa hivi. Kama unaamua kubobea kwenye mitandao ya kijamii, bobea huko huko lakini sasa, ebu, ni kupitia kupata maarifa sasa hebu tuelekezane siku ya leo ni eneo gani ambalo wewe unge unaenda kuwekeza nguvu na kupata maarifa zaidi hebu tunishirikishe kwenye eneo la maoni by the way kupata kitabu hiki ni rahisi sana tumia namba ya simu 0684 408 755 kipaji ni dhahabu jinsi ya kugundua kunoa na kuendeleza kipaji chako kwa manufaa. Sio hivyo tu, nina course ya SMS marketing, ni course nzuri sana. Nina program ya uandishi wa vitabu, ni program nzuri sana kwa wale ambao hawajawahi kuandika, wanataka kuandika, wanataka kuanza, wanataka kujifunza masuala mazima ya uandishi wa vitabu. mwa mwi programu imejitosheleza. Njoo tuongee, nitakushika mkono hatua kwa hatua mpaka utaweza kuandika kitabu chako paka kikamilike. Mpaka wakati mwingine, naitwa Godius Rweyongeza.